Mimi kwa majina naitwa Romanus Romanus Mapunda. Siku chache zilizopita nimetangaza rasmi nia yangu ya kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia tiketi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA. E, sasa hivi kuna huu mchakato ambao unaendelea kwa kasi sana kwenye mitandao ya kijamii na televisheni nyingi, hiyo ya no reforms, no election ambao kuna mkanganyiko mkubwa umejitokeza. Viongozi waandamizi wakubwa kabisa wa chama taifa wanaendelea kutoa maneno yao kwenye vyombo vya habari mbalimbali, na wanaanza ziara katika kanda mbalimbali wakihakikisha kwamba wanazuia uchaguzi e, usiweze kufanyika katika nchi hii. Natoa msimamo wangu rasmi mimi, napingana na, na mheshimiwa Mwenyekiti Tundu Lisu wa yeye kutangaza kutaka kuzuia uchaguzi nchini Tanzania. Moja, nimeomba midahalo naye zaidi ya mara kumi na amekimbia mdahalo wangu, kila siku anarusharusha tu, na mimi nilimwomba tukutane, tukae, tuzungumze, tujadiliane hoja yake ya msingi, lakini sijapata majibu mpaka leo. Na amewakimbia waandishi wa habari mpaka leo, sijaweza kukutana naye sasa na niwaombe Watanzania wenzangu wote kwa ujumla, wale wote wanaoniunga mkono kuanzia Wanachadema wenzangu, naamini Wanachadema wenzangu kuna kundi kubwa sana wanaoniunga mkono, kwa hiyo kuanzia Wanachadema wenzangu, Chama cha Wananchi Kafu, ACT Wazalendo, wale wote hata wasiokuwa na vyama, hata Chama cha Mapinduzi kama wapo wenye nia njema na taifa letu, naomba tuungane katika hili, tuhakikishe tunaenda kushiriki uchaguzi mkuu mwaka huu.